Sisi sio watu wa mchezo mchezo, bwana. Ni follow kwenye page yangu ya Instagram ambayo ni Sudi Brown, yani S O U D Y alafu Brown. Video ya dada yetu imetoka na wararua na wararua na wararua na wararua Malaika huyo, ila inasemekana kwamba eti, lakini kuna vitu havijaenda sawa kwa upande wa Malaika na upande wa shemela wetu wa zamani kwa Malaika, Edi. Alo, alo shemela, kwema, kwema, niambie. Safi, nimeona kichupa cha Malaika rarua rarua, na navyokumbuka kwamba ulikizuia wewe, au sio hiki? uh, <laughs> Kusema kweli ni shida kuelewa. Unajua, yuwa... unajua kwa mtoto wa kiume ukishaambiwa, ishu iko polisi, na kama ishu iko polisi, vitu vimeorodheshwa vyote ambavyo Malaika amekompleni. Sasa nawasikana kama mtoto wa kiume, nilimwambia siku nyingi sana kwamba ishu hii yi iko polisi, naomba hiyo video isitoke, kwa sababu sio mimi nilokwenda polisi. Sasa kwa yeye kama mtoto wa kiume, sijui alikuwa anawashwa watu umesema wa sijui alikuwa anawashwa watu shwa sijui alikuwa anawashwa watu, umeelewa, ukishaambiwa kitu kiko polisi, subiri kwa sababu lazima ulipwe, uulizwe, imekuwaje, imekuwa hizi kitu kama hichi. Naona yeye amepelekewa tu moja kwa moja, sijui ni kitu gani ambacho kimempeleka. Na mimi nimetumia hela, na ile ni hela, umeelewa? Na mimi nikamwambia hela yangu hata ifike miaka kumi, mimi kama Edi utailipa tu, usiwe na stress zako na wewe za kutolewa, sijui wanene, sijui nini, ndio uje kumalizia kwenye kazi za watu. Hii ni hela, hatuokoti hela, tunaangaika umeelewa, kutafuta hela. Kama umekuja kwangu mimi, umeliwa, umetaka ume gari, umepewa, umepewa na hela, kwa nini utoe video? Tumeshambia kuna kesi polisi. Kwa hiyo kumbe shimela video ya huwa haikutakiwa kutoka kabisa eh? Si sing'ang'anii video, asigombanii video, ni hela ndogo sana kwa mimi lakini tunatakiwa tena tufatishe sheria ambayo inazungumza. Mimi nilimtumia message ya msikana, usiitoe video kwa sababu sio mimi nilokwenda polisi, na pili sikuwa hata kumpa malaika video, kwa sababu malaika alipoondoka aliondoka kwa kunisema sana sanamaiu yote ninayo kwamba new management na nini nini nini, maneno mengi, umenielewa? lakini mimi ni mtu, sio mtokaji, lakini vitu vyote vya mjini navijua. Patamu hapo, lakini na mimi nilizuia video, kwa maana si umekwenda sehemu hebu tuone basi kama watu wanaweza kukulipia hata hata milioni mbili kwa sababu wanaskala aliniomba mimi watoe milioni mbili nikaambia vipeni, message zipo mpaka, mimi niko namkumbusha ya nilikuwa namkumbusha yani peni basi ya milioni mbili, lakini kwa sababu nilikuwa ninajua huyu mtoto wa kike kasha kadanganywa kaingia kwenye wimbi la wajanja wa, wa mjini, hataweza kufanya chochote na huyu naye, nikamwambia usitoe video kwa sababu kesi iko polisi Shemera. Kwani polisi Malaika amezungumza nini kule? Kitu alichokizungumza ni vitu vya uongo, hawezi kuzungumza. Kwa mfano mimi nimepiga silaju ni vitu vya uongo, hawezi kusema sijui kama ni video ni ya kwake. Sasa imekuwaje? mtoto wa kiume unawashwa? nilimtumia mpaka message kaza, unawashwa nini? mtoto wa kiume unawashwa nini? ukiambiwa kitu fatilia Twende aki, alafu tungejua ile aki alafu, ndo ungemwambia Malaika chukua video kwamba vitu unavyozungumza ni vya uongo, lakini mtoto wa kiume ameona mtoto wa kike anakushinda, unaweza kufanya kitu ambacho kinakwenda kisheria. Shemera unachezea kuchikuchi. <laughs> Hivi gharama ya video nzima mpaka inaisha ulimlipa Anskana kiasi gani? Keshi, keshi, keshi kama keshi. Ilikuwa ni milioni nne milioni 4. Ukijumlisha vishungi kwenye milioni 6 au 5 na nusu gari gari. Ndio, na na, mjini tunavyoishi tunasaidiana. nikiwa na, na shida langu mimi, nikija kwako wengi kulilia utanipa. Sasa si mtoto wa kiume mjini anatafuta, atafanyaje kazi ya kusuti vibana, hata, hata bajaji. Mtoto kwangu mimi, amekuja kwangu mimi kazungumza ka, anaweza ka, ka kuzungumza, unaweza tufanye, tufanye sawa. Yuko na yule ambaye alikuwa si meneja wake, wakatoa hela. Hela mnatoa ndio hii, basi sawa, mzigo hapa kuwa lakini nashangaa imekuwaje, mtoto kiume anakwenda ananigeuka tena, mimi mwanaume mwenzako. Bwana bwana, video bovu hakuna video, video, video kiza. Alafu pili umeambia na mwanaume mwenzako ufanye kitu ambacho kingefanya kitu kizuri tu, baadaye ukweli ungejulikana, ningeambia ati kweli makorokoro nimkaangaike mpaka tunakuja mitamboni, si hansikana wala malaika anayepatikana kwenye simu, shemela anakuambia kwamba anskana anawashwa. Shemera sio mtu wa mchezo mchezo, hatushindi. you hear?